Rais Dr. John Magufuli amekemea vitendo vya utoaji na upokeaji wa rushwa vinavyofanywa dhidi ya magari makubwa yanayosafirisha bidhaa kutoka bandari ya Dar es Salaam kwenda katika nchi za maziwa makuu pamoja na kuagiza kupunguzwa kwa vituo vya ukaguzi wa magari. Rais Magufuli amesema hayo wakati wa uzinduzi wa mradi wa vituo vya ushuru wa forodha na daraja la kimataifa la Rusumo wilayani Ngara mkoani Kagera. Kwa upande wake Rais wa Rwanda Paul Kagame, ambaye ameshiriki katika ufunguzi wa mradi huo, amesema kuwa kitendo hicho ni hatua muhimu katika maendeleo ya kiuchumi na ushirikiano kati ya nchi mbili za Rwanda na Tanzania. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Charles Mwebea kutoka mkoani Kagera. Maraisi wawili Dr John Magufuli wa Tanzania pamoja na rais wa Rwanda Paul Kagame wakitoa heshima kwa wimbo wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki katika mpaka baina ya nchi hizo mbili wa Rusumo, wilaya Ningara, mkoani Kagera. Marais hao pamoja na viongozi kutoka nchi wafadhili na taasisi za fedha za kimataifa wakakata utepe kuashiria uzinduzi wa daraja la mto Rusumo ambalo pamoja na vituo vya ushuru wa forodha vilivyojengwa katika nchi hizo umegharimu zaidi ya shilingi bilioni sitini na moja nukta tatu kwa ufadhili wa serikali ya Japan pamoja na benki ya maendeleo ya Afrika, ADB. Ni kitendo kikubwa sana kwa maendeleo ya nchi zetu mbili, jamhuri ya Tanzania na jamhuri ya Rwanda na tunafurahia hiyo sana na tunawashukuru nchi ya Japani na balozi wa Japani ambao wako hapa na ule anayosimamia Banki Kuu ya Afrika ambayo eisha zungumza naye. Kwa upande wake rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Dr John Magufuli amekemea vitendo vya rushwa na kufuta baadhi ya vituo vya ukaguzi wa magari yanayosafirisha bidhaa kutoka bandari ya Dar es Salaam hadi katika nchi za maziwa makuu. haikuwa na vituo vingi. Vituo vingine vinatengenezwa tu kwa makusudi. Ukitoka hapa mtu anasimama anasimamisha gari. Ukitoka hapa unasimama gari. Pamoja na tabia dereva akiwa anasafiri kutoka Rwanda au DRC au mahali popote. Lazima gawaje hela za kutoa rushwa barabarani. Lazima akifika pale anasimamishwa, akifika pale anasimamishwa, akifika pale anasimamishwa. Paka anapofika Au au, au, <laughs> kadhalika. <laughs> Rais huyo wa Tanzania ameelezea umuhimu wa ushirikiano kwa nchi za Jumuiya ya Afrika ya Mashariki kujitegemea kiuchumi kwa sababu na wao wanataka kufanya biashara. Tukitengana sisi au ndio majirani, hatutafika mbali na ndiyo maana natoa wito kwa wananchi ndani ya East African Community, tujenge amani yetu tushikamane, kwa umoja wetu kwa ajili ya maendeleo ya nchi zote zilizoko ndani ya East African Community. Aidha, Rais Magufuli pamoja na ujumbe wake ameelekea nchini Rwanda ambapo itakuwa ziara yake ya kwanza nje ya nchi toka alipoteuliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Charles Mubea, TBC, Ngara, Kagera.